Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huko mtandaoni bwana ni kumuhusu mwanadada Zuchu eh, baada ya baadhi ya vitu kutokea, ni kwamba Zuchu bwana amekuwa akimeki headline kweli kwelikweli huko mtandaoni na kumekuwa kuna mixed feelings hapa bwana, kuna kuwepo na positive eh, lakini pia vile vile kuna negative kutokana na kwamba eh, tukizungumzia upande wa negative bwana, kuna hawa watu ambao waga wanapenda sana kwenda kumsema vibaya Zuchu katika posti zake ambazo waga anaziweka huko mtandaoni <tune> na hii imeonyesha wazi kabisa ni kitu ambacho yeye mwenyewe Zuchu huwa apendezwi nacho, na mara nyingi huaga anajibu pale pale on the spot. Yani, akiona ya mtu amekuja kwenye ukurasa wake wa Instagram akamsema vibaya, basi huaga Zuchu na yeye pia anamjibu vibaya pale pale. Na hiyo bwana imekuwa na muendelezo, eh, bwana na this time around tena Zuchu bwana ametokea kumrudishia tusi mdao mwingine ambaye amekuja kumtukana hapa katika ukurasa wake wa Instagram. Kuna huyu jamaa anaitwa Kisanga Boy TZ ameenda kucomment katika peji ya Zuchu akamtukana tusi la mama yake mzazi la nguoni. Zuchu bwana akulifumbia aku macho hilo, akaamua kumjibu huyu jamaa moja kwa moja, akamtagi kabisa hapa na kuandika kwamba habari, Kisanga na mama ako pia kwenye chai <muchas> Sasa Juma Lokole bwana ameiposti hiyo na kuandika kwamba bwana, unavyokuja ndivyo anavyokupokea msanii wetu Zuchu, hataki kabisa mchezo. Peji nyingine hii hapa imekuja kujibu, imekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, baada ya Zuchu kumjibu tusi huyu kijana ambaye ameenda kumtukana, ambapo wao ameandika kwamba Zuchu ameonyesha dawa ya moto ni moto lakini kuna mtu mwingine hapa amekuja ameposti na yeye pia katika ukurasa wake wa Instagram akiwa ameandika kwamba msanii ni kioo cha jamii, sijapendezwa kabisa na matusi mazito ya Zuchu. lakini hiyo ni habari ambayo imetokea, ina negative side kuhusiana na msanii huyo Zuchu, lakini ina positive side, bwana ni kwamba Zuchu anazidi kufanya vizuri katika mitandao yake ya kijamii na anazidi kuweka rekodi nyingine bwana. Maana bwana mambo ni moto kwelikweli kwa upande wake. Hivi karibuni Zuchu tunafahamu kwamba ndiye msanii ambaye yuko na eh, subscribers wengi zaidi hapa Tanzania kwa upande wa wanawake, lakini pia ndiye msanii ambaye Afrika Mashariki na Kati anaongoza kwa ku ukiachana pata video ambayo ina watazamaji wengi zaidi, na swala la subscribers pia vilevile vile. Zuchu amevunja rekodi hiyo kuwa na video moja ambayo imefikisha views zaidi ya milioni 100. Hapa nazungumzia video ambayo inakwenda kwa jina la Sukari. <mulia> Aa, yani unaambiwa kwamba wana bibie Zuhura E, moja kwa moja bwana anazidi kuweka record, na hivi karibuni, bwana Zuchu ndiye mwanadada ambaye amefikisha jumla ya views katika channel yake ya YouTube jumla ya views bilioni, yani 1 billion views huko katika ukurasa wake wa YouTube. Wiki hii ni milestone ambayo wasanii wengi sana ambao wapo katika game ya muziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu sana hawajaifikia mpaka leo hii. Lakini Zuchu yeye bwana ameweza kufikisha. Yaani ukijumlisha views wote katika video zake ndani ya miaka hii mitano ambayo yuko katika muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania uh, jumla ya views wamefika zaidi ya bilioni. Yaani ameanza milioni mia, mia mbili, mia tatu mpaka mia tisa and then sasa hivi ana zaidi ya views bilioni moja katika channel yake ya YouTube. Hiyo Zuchu bwana ameingia katika listi ya wasanii wachache sana ambao wamefikia hiyo milestone, akiwemo Diamond mwenyewe pamoja na Harmonize na Rayvanny. Lakini hao wengine huko hakuna bado hawajafikisha views bilioni kwa ujumla katika chaneli zao za YouTube. Zuchu bwana, yeye amefungua chaneli yake mnamo Januari 29 mwaka 2019 na na, na mpaka sasa hivi hii hapa ikiwa ni hii ikiwa ni, uh, ni Novemba ishirini na tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano tayari bibi Zuchu ana zaidi ya views bilioni katika chaneli yake hiyo ya YouTube. Na hapa uh, hapa bwana kuna page mbalimbali mbali, zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba Msanii wa Bongo Flava Zuchu ameweka historia. Hmm? Wameandika hivyo kwamba Zuchu, msanii wa Bongo Flava Zuchu ameweka historia, historia mpya kabisa baada ya kufikisha jumla ya watazamaji bilioni moja kwenye mtandao wake wa YouTube. Hatua hii inayomu, inayomuinua zaidi kama moja kati ya wasanii wakubwa wenye ushawishi barani Afrika. Lakini pia vilevile vile ni kwamba kwa rekodi hii Zuchu anakuwa msanii wa kwanza wa kike nchini Tanzania kufikisha kiwango hiki hi kikubwa cha watazamaji, jambo ambalo linaloonyesha linalo e, ukuaji wa umaarufu wake na nguvu ya chapa yake katika mziki wa Bongo Flavor <muchas> Lakini pia vilevile hatua hiyo ni miongoni inaonyesha kwamba Zuchu ni miongoni mwa wasanii wa kike waliopiga hatua kubwa zaidi katika historia ya mziki wa Bongo Flava. Lakini pia ukiachana na hilo pia habari nyingine ambayo imemeke headline kumuhusu Zuchu ni hii hapa. Ameandika kwamba bwana, katika kumbukizi ya kuzaliwa kwa Zuchu, pia vile vile ni kwamba eh, atumike kama inspiration kwa wadada eh, wakiangalia umri wake na mambo ambayo anayoyapitia achievement, pia vile vile in general. Zuchu ni true definition ya mwanamke na ngai E, wameandika hivyo kwamba Zuchu ni true definition ya mwanamke nangai, apewe heshima kwa uthubutu e, wa ku handle negativity kwenye sanaa na familia. Umeona bwana, hiyo ni page nyingine imekuja kuandika hivyo e, lakini pia akaendelea hapa chini kuandika kwamba wanawake wengi wangekuwa na karakta ya Zuchu e, tungepunguza E, wadada wengi ambao wanajishughulisha na shughuli za ajabu ajabu e, katika taifa letu lingekuwa ni mfano hai wa kuwa na mabinti wal, waliofanikiwa e, kwenye ni, wenye nidhamu, kujituma na kuhubiri upendo wa kweli. Akaendelea kusema kwamba ukifuatilia mwenendo wa binti huyu wa Kizanzibari, utaona inspiration sana kwenye maeneo kadhaa. Eneo la kwanza kabisa ni uvumilivu. Eneo la kazi licha ya, kus licha ya kusoma bado pia vilevile vile, e, licha ya kusoma bado akasubiri almost 4 years WCB kabla ya kutambuliwa rasmi mwaka 2016 6. Nani anayeweza kufanya hivyo? Kwenye mahusiano ndo huyu huyu anayeitwa King'ang'a, na leo hii anafurahia mapenzi yake tena ndani ya ndoa, waenga hawaamini na kilichobaki sasa hivi ni ku, ni kuulizana tu kwamba amewezaje, wezaje mm, kumtuliza simba e, mla nyama. Kitu kingine ni eneo la ubunifu. Hakuna kazi ya kawaida aliyowahi kuifanya huyu binti, yaani wimbo kama vile sukari e, toka mwaka 2024 um, e, imefanikiwa hii ngoma kutazamwa mara milioni mia moja YouTube, kutokana na upekee wake na namna anavyojiangaza kwenye sanaa. Jambo lingine ni uthubutu, hufanya kile anachokiamini na ni sahihi, bila kujali dunia itasema nini kuhusiana na yeye, na matokeo yake huwa ni makubwa licha ya wengi eh, kumkatisha tamaa pale anapoamua kufanya jambo fulani. Wimbo wa Amanda wakati unatoka ni kwamba ulionekana, kama alionekana kama vile amechanganyikiwa, after time amekuwa umekuwa mkubwa na kumpa matokeo chanya West Africa, na, mati, na mataifa mengine makubwa ulimwenguni. Content yake ni ya kipekee na kutumia style ya tofauti kabisa kuimba mm. Uh, jambo lingine li, ni versatility, yani ni matumizi na Uh, ni, ni mtunzi na ni mwimbaji pia vilevile wa aina tofauti tofauti za mziki. Akichapa uh, singeli, utacheza R&B ama piano, genre zote anazimaster. Kwa hiyo uh, bwana, happy birthday kwake. Huyu bwana ni mdao mwingine amekuja kuweka huo ujumbe kwa bibie Zuchu. Ukiwa kama mdao, nawe pia weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.